Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya alileta kampeni yake ya vuguvugu la tawe katika eneo la Kanduyi mjini Bungoma, huku akidhihirisha msimamo wake dhidi ya uongozi wa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, kwa kama kiongozi wa jamii ya Magharibi. Eric Lumbasi alikuepo hapa ya taarifa yake Akizungumza mjini Bungoma na eneo la Kanduyi kwenye ziara yake ya kurejea nyumbani, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ameendelea kuonyesha ubabe wake wa kisiasa kwa kumkabako spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula katika ngome yake, huku wakazi waliohudhuria wakionekana kushangilia matamshi yake haya. Omutambo haya. umaskini bulolo

Gavana Natembeya amesema siasa za sasa nchini zinaendelezwa na viongozi wa jamii, ila jamii ya Mlembe imesalia kujiendesha, huku viongozi wakijali maslahi yao pekee, akisema yuko tayari kutetea na kuliendesha jamii la eneo la magharibi kwa yeah, sababu hatupigi kura vizuri, kwa yeah, sababu hatujipangi vizuri, si ndio? Yeah! Mimi nimesema 2027 tutakuwa na nyumba yetu. Siasa ya kupeleka kwa meza, kualikwa kwa meza, tumekataa si ndio? Yeah, yeah. Mahali masuala ya jamii zote inapangiwa, muluya atakuwa kwa hiyo meza yeah, ama namna gani? Yeah. Wasitireme kwamba tukiongea tunaongea ukabila. Kila jamii kona kiongozi yao, si ndio? Yeah. Ruto anaongoza wa Kalenjini yeah. Kalonzo anaongoza wa Kamba, Raila yeah, anaongoza wa Jaluo yeah. Riki ji anaongoza wa Kikuyu. Nani anaongoza Waluya? Munazemba mimi wangapi? Wanasema Natembeya wangapi? Wangapi? Wangapi? Wangapi? Mwana wa Mungu alikuja akajitolea akakufa, watu wa Mungu wakapona, si ndio? Yeah. Mimi nataka dunia isikie kwamba Natembeya kimejitolea hata ata mukiuwa, yeye amepanda mbegu kwa roho za watu yake ama namna gani? Wakimaliza natembeya leo, natembeya mwingine anainuka ama namna gani? Baadhi ya wakazi waliofika kwenye mkutano huu walisisitiza kuwa kila kiongozi ana uhuru wa kuzuru eneo lolote la kisiasa, wakihoji kuwa vitendo vya viongozi ndivyo vitawafanya kuwapigia kura. Mwana bodaboda hapa Kanduyi, kwa hakika nimefurahi sana pakubwa kuona his excellency honorable George Natembeya akikanyaga mji wa Kanduyi kwa kishindo kikubwa sana na tumemkaribisha, licha atetesi kwamba hawezi kanyaga Kanduyi. Tumekuwa pale kuhakikisha na tembea lazima akanyage Kanduyi. Political rights kila mtu wako nazo. Yeye ni mwanasiasa tu wa kawaida haya kama wale wanasiasa wengine. Yeye ni, yeye ni Mkenya na pia sisi ni Wakenya. Sasa lazima tungemsikiza kama ingeliwezekana, na hatungemfukuza kwa sababu yeye amekuja, sababu upinzani iko na nafasi yake ya kufanya kazi na serikali pia ifanye kazi, lakini kuzuia upinzani, hiyo ndio kupatia upinzani nguvu. So naona venye wameshika Natembeya wakamweka ndani, wasifikiria wanamzuia, hapo ndio wamempatia umaarufu. Eric Lumbasi, West TV Kandui, kaunti ya Bungoma.